Eid Al Fitr inayojulikana pia kama sikukuu ya kuvunja saumu. Ni moja ya sherehe kubwa na muhimu katika Uislamu ikifuatia mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sherehe hii imekuwa na maana kiroho, kijamii na kihistoria kwa Waislamu kote ulimwenguni. Katika makala hii tutachunguza asili ya Idi Alfitri, jinsi ilivyokuja kuwa na umuhimu mkubwa na namna inavyosherehekewa sehemu mbalimbali za dunia. Hii hapa ni FMB TV. Sikukuu ya Idi Alfitri ilianzishwa na Mtume Muhamadi salallahu alaihi wasallam wakati wa mwanzo wa Uislamu huko Madina inachukuliwa kuwa sehemu ya mwongozo wa kiroho uliotolewa na Waislamu ili kusherehekea kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Waislamu hufunga kula, kunywa na matendo ya kijinsia wakati wa mchana kama ibada ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad alianzisha Eid al-Fitri kama siku ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwapa uwezo wa kukamilisha sahum. Katika hadithi imeelezwa kuwa Mwenyezi Mungu alitoa sikukuu mbili kwa Waislamu, Idi Alfitri na Idi al-Adha, kama njia ya kusherehekea baraka na rehema zake. Idi Alfitri siyo tu sikukuu ya kusherehekea, bali pia ni fursa ya kipekee ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukuza mshikamano wa kijamii. Kabla ya kuanza sherehe, Waislamu wanatakiwa kutoa zaka ya fitra, ambayo ni sadaka ya lazima kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Hii ni njia ya kwa kuhakikisha kwamba hata wale walio na uhitaji wa wanaweza kushiriki furaha ya sikukuu. Pia Waislamu hujitahidi kufanya ibada maalum, ikiwa ni pamoja na swala ya Eid, ambayo hujumuisha hotuba ya kiroho na dua. Sherehe hiyo huwapa waislamu nafasi ya kutafakari kuhusu mafanikio yao ya kiroho wakati wa Ramadhani na kuanza maisha mapya yenye msukumo wa utiifu kwa mwenyezi Mungu. Tofauti na sikukuu zingine nyingi, Eid Al Fitr huchukua sura tofauti kulingana na tamaduni na mila za jamii mbalimbali mbali duniani. Nchini Tanzania, waislamu huanza idi kwa kwenda msikitini kwa ajili ya swala ya hidi, wakipambwa kwa mavazi mapya yenye heshima. Baada ya ibada, Familia hukutana kwa ajili ya chakula cha pamoja ambapo vyakula vya kitamaduni kama pilau na biriani huandaliwa. Nchini Misri, mitaa upambwa kwa taa na mabango, huku watoto wakipewa zawadi na pipi. Nchini Indonesia, kuna utamaduni wa kuomba msamaha kwa jamaa na marafiki, jambo linalojulikana kama alali bin alali, ambalo linasaidia kuimarisha mahusiano. Idi Al Fitr imekuwa na nafasi muhimu katika historia ya Waislamu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mshikamano wa kijamii wakati wa kipindi cha changamoto. Katika historia ya mwanzo wa Uislamu, Idi ilichangia kuimarisha umoja kati ya Waislamu wa Madina na wale wa Maka baada ya Hijra. Katika kipindi cha milenia, sherehe hii imeendelea kuwa kiunganishi cha tamaduni mbalimbali, ikionyesha jinsi Uislamu unavyoweza kuungana na maisha ya kila siku ya watu kutoka mazingira tofauti. Eid Al Fitr ni zaidi ya sikukuu ya sherehe ya kufurahia; ni siku ya shukrani, upendo na mshikamano wa kijamii. Ni fursa ya kujikumbusha umuhimu wa kujitolea, kutoa kwa wahitaji na kujenga mahusiano imara katika jamii. Historia yake tajiri na tamaduni zinazoambatana nayo zinatufundisha umuhimu wa kushikamana na misingi ya kiimani na kijamii katika maisha yetu.